Ishu iliyopo hapa bwana ya moto kidogo hmm. Tumeona juzi ndugu yetu Manara hmm, na Maimata wote, yeah, wale ni watu wa media wale, watu watangazaji, Manara katangaza, Maimata mtangazaji. Wamepishana kidogo kwenye masuala ya kihabari. Maimata katoa kodi hmm, oh, lakini Manara kaona kama ameonewa na Maimata kadanganya tena maandamano nini. Kwanza tuangalie hapo kwenye sakata la Maimata na Manara. Nani yuko sahihi na nani ana makosa? Ngoja kwanza nikwambie. Unajua yule anataka kulalia hmm, uh, na upande wa defamation mesomasoma eshat, ukikaa kwenye deformation utaitafuta kwa nguvu sana na usiipate mm. Afrika Mashariki, kesi kama hizo naweza nkasema katika kumi basi 0.1 mtu ana wili. Hilo la kwanza, lakini la pili, ajue yule lipo kwenye tasnia yake yupo kwenye kutoa habari. Kama ulikuwa utaki habari, we, usingopeleka vitu vako watu tuvijue, na ulikuwa unatuita kwenye shughuli zako. Nani ambaye hajajaribu kwenye shughuli za Manara, kwenye harusi, kwenye uchumba wake? Naye mwenyewe ndiye anashare kabisa, anasema, watu nataka mjifunze kupitia mimi. Yes. Mjifunze kupitia mimi, utakapoenda bla au utakapokuwa na changamoto, wale waliowaita wajifunze watasema ulituita tujifunze, lakini kwa sasa hivi tunaona mambo si shwari. Moja kati ya kigezo peaceful life ya baina ya wanandoa ni kuto kuonyesha ishara ya kuanfoleana. Maana yake mimi nikikuanfollow, kuna vitu sitakuvijua vya kwako, na wewe kuna vitu sitakuvijua vya kwangu, upendo utaona umepungua. Kwa hiyo watu wameingia, wameangalia, mbona huyu kama unfollow, kama unfollow. Baadaye wakafoleana tena, tayari kulikuwa na changamoto kwayo pale lazima Mama Martha aseme jamani, kuna mahusiano ya ndoa au mahusiano mapenzi, kuna changamoto zinatokeaga, ila sasa hivi wamesovu. Sio dhambi. Hatujajua dula gani? Dula wapo wengi zimezama kwenye Angesema ameondoka kwenda kwa dula tungejua dula wapo elfu tatu mia tano Tanzania. Kwa hiyo angetuambia dula kwa hiyo kwa makabila sasa, itabidi, itabidi sasa baadaye atuthibitishie of course uhakika wa kusema ameondoka. Anaweza akawa nao alitoka nyumbani, hatujui, pengine alikwenda kwa wazazi wake mkewe, au alikwenda kwao kwa ukweni, au alikwenda kwa ndugu, mshapata. Kwa hiyo kusema sasa alikwenda kwa fulani pale, ndio naingia na pale inatakiwa approve yeye yeah, yeah. Akiprove kama alionekana anaingia Tegeta kwenye gorofa la Shabani Juma Mtobeli ambaye amelipanga Juma Makabila, Juma Makabila pale, tutasema ameonyesha proof, lakini fedha kama kuonyesha proof, atatakiwa amsafishe. Ah ah sio Manara amsafishe mkewe Manara, mind you, sio Manara amsafishe mkewe Manara, kwa sababu tumeenda kisheria. Manara hapo haingii kusafishwa, anasafishwa mkewe. Bwana, naomba radhi, hakwenda kwa Dura Makabila. Alienda sehemu fulani alienda sehemu fulani kwa kukosea, alipoenda na sio dhambi kisheria, yani si kosa tafuta. Uh, bailo ya uwasilishaji wa habari subsection 21 a b na cha bailo ambayo imefanyiwa amendment elfu mwaka elfu mbili inamruhusu mwandishi wa habari, habari kuchunguza habari, lakini ukishaichunguza tunamsikia alimpigia pale hata kama akipokea majibu ya kashfa pale ameshatoka kwenye kesi pale amesha toka kwenye kesi wewe yeah. yani, eh? hey, umemjibu wewe hujamjibu wewe umemtukana wewe hujamtukana tiyari by law inamlinda kwa swala kusema nitamfungue mashtaka, tusifungue tusi, tusi mashtaka kwa mhemko, angalia sheria itanibeba au itamfeba yule. Mpaka sasa hivi hata aende atumiwe na sheria elfu tatu mia tano Manara, astahili kufanya zile aina ile habari e, kwa umri wake? Kwa sababu mimi niko nipo shule ya msingi na mwana Manara Eh, shule msingi namuona maimatha nipo kazula mimba Kigoma, naenda Ujiji. Na naingia na na na na kwenye biashara ya kuongelea maisha ya watu niko naye. Karen. Ki uhalisia kuna vitu vya kufanya na vitu sivyo kufanya. Sawa, turudi kwenye issue ya Master J, maana mm, wewe ndo ulijaribu kumwataki Master J, yes. Baadaye ukaisoti na sio kumwataki, nilimpigia athibitishe, mm, so, kauli yake mm, na akaomba radhi nikiwa hewani katika kipindi cha jana. Tukiachelea ile ya kumpigia Uli, ulienda too personal sana kwa Master J. Nimefanya ah, uchunguzi. <laughs> <laughs> <laughs> Yeye kafanya uchunguzi, na mimi nimefanya uchunguzi. Okay. Aliuza nyumba kwa dhuluma dada zangu

Hata kama kwamba msamaha on... Sasa alikiba afute tu ndio ujue alikiba. Yeye anapambana saizi, mimi sijui alichokiandika alikiba, ndio tukisimamia aifute alikushukuru. American school, of course. We are doing very nice. He's my brother. Nimekaa naye nimeishi naye vizuri nimefanya naye kazi hiyo, he's vili tofauti hivi. Mimi hapa mtaalamu teach me nimekaa kwenye darasa. Kanikuta teach hata katika mazungumzo yake umemsikia. Basi hujamfuatilia wewe. Anasema nilikuwa nakuja na wewe teach me. Mazoezi tulikuwa unafanya wapi? Jamaa hamjafuatilia interview. Kwa wewe na msanii ndio mtaalamu. Alipa, ndio maana kwambiaje, yeye nimefanya naye kazi, kazi chini mwenye akili, tu tukubali kitu kimoja, anajua anajua uko uko hapana. Mimi sasa sasa sasa angekuwa angeenda kwa ujenzi ujenzi, fundi fundi fundi tofali ki, sasa okay, matofali okay. kwenye upande wa live live amna, kwa upande wa Karima story live, bonyeza eh, eh, ah, ah, okay, eh, mm, hapa kusubscribe nabonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila